Ni maonyesho ya 49 ya biashara ya kimataifa yaliyofanyika jijini Dar es Salaam maarufu kama Sabasaba ambayo hufanyika kila mwaka kuanzia Juni 28 mpaka Julai 13, huku kwa mwaka 2025 yakiwa ni maonyesho ya 49 kufanyika. TPDC imeendelea kutumia maonyesho haya katika kuelimisha umma kuhusu rasilimali za mafuta na gesi nchini. Huyo mabaki ya mimea yaliyoko humu ambayo mabaki ya mimea tunaita ni index fossil na kuambia umri wa mwamba huo, kama ni mbili moja na kuendelea, sehemu hiyo ina uwezo wa kutengeneza mafuta na gesi. Wageni wengi walifurahia elimu walioipata kuhusu utafutaji na uchimbaji wa mafuta na gesi na nafasi ya wananchi katika mnyororo wa thamani. Tumepata kuona kuhusu ule mradi wa EACOP, bomba la mafuta linalotoka Uganda kwenda Tanga akikaelezea namna linaofanya kazi pa system na pale ambapo linafika take place kubwa zaidi limejifunza swala la mradi wa EACOP. Katika mradi huu ajira nyingi zitatokea kutokana na mradi, vilevile uchumi wa taifa utakuwa mkubwa zaidi. Banda la TPDC lilijipambanua kwa ubunifu wa hali ya juu likiwa na mifano hai ya vifaa teknolojia na michoro inaonyesha safari ya gesi na mafuta kutoka ardhini hadi kwa mtumiaji wa mwisho. Nimeona jinsi gesi inavyochakatwa, uchimbaji wa gesi kutoka katika visima katika miradi yetu ya Madimba, songo Songo, mpaka inapoenda kwa mteja. Kauli za wageni zilionyesha wazi kuwa elimu walioipata imewafungua wa macho kuhusu umuhimu wa sekta hii kwa maendeleo ya taifa. Kwenye nchi yetu ya Tanzania nimegundua kwamba kuna fursa nyingi sana za ajira hususani kwa wataalamu kama waandisi wa mafuta na gesi pamoja na wanamiamba. Katika banda la TPDC, nimepata kujua kwamba kuna utafiti unaoendelea hasa katika suala so zima la mafuta katika nchi yetu ya Tanzania hasa katika bonde la Wembele. Ubunifu, elimu kwa umma na ushirikiano TPDC ilishinda tuzo ya taasisi bora ya serikali katika maonyesho ya mwaka huu. Siri ya mafanikio ni utendaji, na hii ni tuzo ya tano, kwa mara ya tano mfululizo. Kwa hiyo ukifikiria tuzo, uh, ukifikiria, ushindi unaifikiria TPDC. Kwa hiyo sisi TPDC, ushindi ni jadi yetu na historia yetu. TPDC itaendelea kushirikiana na wananchi katika kuhakikisha rasilimali zetu zinawanufaisha Watanzania wote kwa pamoja Tunajenga taifa imara kupitia nguvu ya gesi na mafuta. TPDC, tunaboresha maisha na kuwezesha maendeleo.